Kama matayarisho ya mwisho kuelekea katika mchezo wetu dhidi ya Yanga, najua ha, haitakuwa mechi rahisi. Tutacheza kwa kuheshimu zaidi, kwa sababu tunatambua ubora wa Yanga. Kwa hiyo kwa hiyo mategemeo yetu, tutafanya vizuri katika mechi ya kesho. Pengine kuna mchezaji yoyote atakosekana kuelekea katika mchezo wa kesho? Ya, tutamkosa mchezaji mmoja Lucas Tendama, ambaye bado anaelea kuguza majeraha yake, lakini wengine wote wako katika hali nzuri. Yanga, mimi nasema asilimia kubwa yani, ukihesabu mapungufu yao ni machache sana, kwa hiyo hasa kwa timu zetu hizi ambazo tunasema unaweza ukaipa jina la underdog. Ni inatakiwa tucheze kwa umakini mkubwa sana, kwani ukifanya makosa ni rahisi zaidi kuadhibu, kwa hiyo tutacheza, kubwa zaidi tutacheza kwa tahadhari, yeah pressure uh, kuelekea katika mchezo wa kesho, kwa maana ya benchi la ufundi, lakini pia kwa wachezaji, pengine umewambia nini, mnasema? Sisi kama benchi pamoja na wachezaji, pressure hakuna. Tumesema kwa wachezaji, kwa sababu tuna wachezaji wengi vijana, kwao pia iwe ni fursa, wasicheze kwa pressure kubwa, kwao iwe ni fursa, waonyeshe kile walichokuwa nacho. Kama kuna mkoa ambao mashabiki wao wanapenda wana, timu yao ni, ni mkoa wa Shinyanga. Hatujasafiri nao lakini kwao kubwa zaidi sisi huwa tunaahidi tu kufanya vizuri. Kwao sisi tunahitaji, kwao waendelee kutuombea dua na waendelee kutusupport.